la serikali likiwahimiza wananchi uh, kusalia majumbani kusherekea sikukuu hizi wakiwa majumbani kwa uh, kiasi kikubwa uh, wameza usalama ukiwa umeimarishwa katika maeneo mengi ya barabara hii. Unaweza ukajionea hapo ulinzi ukiwa umeimarishwa, lakini kukiwa hakuna uh, mizunguko ama hekaheka heka za wananchi uh, katika barabara hii na kwamba Mheshimiwa Rais amehimiza wananchi kusalia manu